Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe moja Januari tunasikiliza na kutafakari juu ya Maria mtakatifu mama wa Mungu. Kanisa Katoliki linasadiki kwamba Bikira Maria mtakatifu ni mama wa Mungu na kweli hii ni moja ya nguzo za imani yake. Mwaka mia nne thelathini na moja mtaguso wa Efeso ulitangaza rasmi kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu. Injili inathibitisha wazi kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ukirejea injili ya Mathayo sura 16 ya kumi na sita aya ya kumi na sita Bikira Maria alimchukua mimba huyo Yesu Kristo na baada ya miezi tisa alimzaa. Kumbe Bikira Maria ni mama wa Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, nafsi ya pili ya utatu mtakatifu. Yesu Kristo ni Mungu sawa na Baba na Roho Mtakatifu. Basi hatuna budi kusema kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu, kama ulivyotangaza mtaguso wa Efeso miaka elfu moja mia tano, baada ya mtaguso wa Efeso Yaani, mwaka elfu moja mia tisa thelathini na moja, Papa Piusi wa kumi na moja aliiweka sikukuu ya Bikira Maria Mama wa Mungu. Kwanza ilikuwa ikiadhimishwa tarehe kumi na moja ya Oktoba, lakini baadaye wakuu waliturujia katika kanisa waliibadili tarehe hiyo, hivyo siku hizi sherehe hii huadhimishwa tarehe moja Januari, ili tulione fumbo hili katika uhusiano wake na sikukuu ya Krismasi. Daima kanisa linamheshimu Bikira Maria kwa kuwa alimchukua mimba mwana wa Mungu na kumzaa, ndiyo kusema Yesu Kristo mwana wa Mungu alijitwalia mwili tumboni mwa Bikira Maria, akajifanya mwanadamu kama sisi kusudi atukomboe. Ilifumbo kubwa katika historia ya wokovu wetu. Ndiyo maana daima kanisa linatuhimiza tumuheshimu mama wa Mwokozi. Zaidi ya hayo, kanisa linataka kuamsha mioyoni mwetu mapendo kwa Bikira Maria ambaye ni mama yetu katika maisha ya neema, kwani ametuletea Yesu Kristo mwokozi wetu ambaye ni ukweli, njia na uzima. Itukuzwe Damu ya Kristo, milele amina. Watakatifu wa Afrika, tarehe moja Januari: Mtakatifu Fujetius askofu, watakatifu Viktor, Felis, Narcissus, Algus wafiadini. Bikira Maria Mama wa Mungu.